Kmemsna akasema pandeni humo kwa jina la Allah, bismillahi rrahmani rrahim. Iwe kwenda kwake na kusimama kwake, hakika mola wangu mlezi ni msamehevu sana mwenye kurehemu why tjri bhm fi mawjin kaljibali wnada nuhu ibnah wkana fi mazilin ya bunaya arkab mana wla tkun ma alkafirin, nayo na ili kwenda nao katika mawimbi mfano wa milima. Na Nuhu alimwita mwanawe aliyekuwa mbali, ewe mwanangu panda pamoja na sisi na usiwe pamoja na makafiri. Qala saawi ila jabali yaasimuni min alma qala la aasima alyawma min amri llahi illa marrahim wa hala bainahuma almawtu fa kana min almughraqin. Mtoto yule alimjibu baba yake, nitakimbilia katika jabali litanikinga na maji. Nuhu akasema leo hakuna wa kuikinga amri ya Allah isipokuwa yule tu Allah atamrehemu. na wimbi likaingia kati yao na akawa miongoni mwa waliogharikishwa. wa qila ya ardh ibla'i ma'aki wa ya sama'u aqli'i wa ghida al-ma'u wa qudiya al-amru wastawat 'ala al-judi wa qila bu'dan lilqawmi adh-dhalimin, na pakasemwa ewe ardhi meza maji yako, na ewe mbingu jizuye na maji, yakazama na jambo likamalizwa kwa kuangamizwa watu wa Nuhu, na jahazi likasimama juu ya mlima Judi, na pakasemwa kuangamia uwe kwa watu madhalimu. Wanada Nuhu rabahu fakala rabbi inna banii min ahli wa inna wadaka alhaq wa inna wadaka alhaq wa anta ahkamul hakimin, na hapo Nuhu akamwita Mola wake mlezi akasema, e Mola wangu mlezi, umeniahili utaniokoa mimi na watu wangu, hakika mwanangu ni katika watu wangu na hakika hali yako ni haki, wendi kinyume na uliloliahidi nawe ni hakimu uli zaidi ya mahakimu muadilifu wao. qala ya Nuu innahu laysa min ahlik innahu amalun ghayr salih fala tasalni ma laysa lak bihi ilm inni a'idhuka an takuna min al-jahilin. Allah akasema ewe Nuu, hakika huyo si miongoni mwa watu wako niliyokuahidi kuwaokoa kwa sababu ya ukafiri wake. Hakika ana matendo yasiyo mazuri, basi usiniombe mambo usiyoyajua undani wake. Hakika mimi nakuwaidhi usije ukawa miongoni mwa wajinga wa illa taghfirli wa tarhamni akun min al khasirin. Nuhu akasema, e Mola wangu mlezi, hakika ninajikinga kwako kukuomba jambo nisilolijua undani wake, na endapo hutanisamehe na kunirehemu nitakuwa miongoni mwa waliopata hasara. ila ya Nuhu hbitu bisalamin minna wa barakatin alayhi wbrakati lik wla min, min ma mak w umamu sanumatihum thumma yamassuhum minna adhabun alim. Pakasemwa paka paka, ewe Nuhu, teremka kwa salama, amani itokayo kwetu na baraka nyingi ziwe kwako na kwa watu walio pamoja nawe, na hivi punde zitakuwepo kaumu nyingi za watu waovu

hizo ni sehemu tu za habari za ghaibu tunakufunulia, hukuwa unazijua kabla ya hapa, siyo wewe wala watu wako. Basi subiri, hakika mwisho mwema ni kwa wamchao Allah. Wa ila aadin akhahum huda qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayruhu In antum illa muftarun. Na tulimpeleka kwa kabila la Ad ndugu yao Hud, akawaambia: enyi watu wangu, mwabuduni Allah, hamna nyinyi mungu mwingine zaidi yake, na nyinyi hakuna mnachokiabudu isipokuwa wazushi waongo tu. Ya qaumi la as'alukum alayhi ajra In ajriya illa ala alladhi fatarani afala taqilun, enyi watu wangu, siwaombeni ujira wowote katika dawa yangu kwenu, hakika si vingine ujira wangu unatoka kwa yule tu aliyeniumba. Hivi basi hamfahamu?

atayatuma mawingu yatakayotiririsha kwenu mvua na atawazilishieni nguvu kuongeza nguvu zenu wala msigeuke mkawa waovu. Qalu ya Hud ma jitana bi bayyinatin wa ma nahnu bitariki alihatina an qawlik wa ma nahnu lak bi mu'minin, wakasema ewe Hud, hujatujia na dalili yoyote itakayotubainishia ukweli wa madai yako, na sisi hatuwezi kuiacha miungu yetu kwa kauli yako tu, na sisi kwako si wenye kukuamini. Ma tushrikuna min duni. Hatuna cha kusema isipokuwa baadhi ya miungu yetu imekutia balaa, huenda wazimu. Hud akasema hakika mimi namshuhudisha Allah na shahudieni kwamba mimi niko mbali na vyote mnavyovishirikisha na Allah. takiduni jamian thumma la tunzirun, kinyume chake basi nyote nifanyieni vitimbi kisha msinipe muhula muda wowote wa, wote, wa kunisubiria. Inni tawakkaltu ala allahi rabbi wa rabbikum ma min dabbatin illa huwa akhidhun bi nasiyatiha inna rabbi ala siratin mustaqim, hakika mimi nimemtegemea Allah Mola wangu mlezi na Mola wenu mlezi hakuna mnyama kiumbe yoyote isipokuwa yeye Allah amezishika nywele zake za utosi, bila shaka mola wangu mlezi yupo katika njia iliyonyoka. Fa in tawallaw faqad ablawtukum ma ursiltu bihi ilaykum wa yastakhrifu rabbi qauman ghayrakum wa la tadurunahu shay'an Inna Rabbi ala kulli shayin hafiz, na kama mtakengeuka, basi kwa hakika nimeshawafikishia kile nilichotumwa kwenu, na Mola wangu mlezi atawaleta watu wengine baada yenu, na nyinyi hamtamdhuru yeye chochote. Hakika Mola wangu mlezi ni mwenye kukihifadhi kila kitu. Walamma jaa amruna najjayna amanu birahmatin minna wa najjaynahum min adhabin ghalidh, na ilipofika amri yetu tulimwokoa Hud na wale walioamini wa pamoja naye kwa rehma kutoka kwetu na tukawaokoa katika adhabu ngumu. wa tilka ad jahadu bi ayati rabbihim wa asaw rusulahu

na wakafuatiliziwa laana hapa duniani na siku ya Kiyama. Eleweni, hakika watu wamemkufuru Mola wao Mlezi. Eleweni, maangamizi yawafike kabila la Adi, watu wa Hud.